Leo tarehe sita ya mwezi wa tano mwaka 2025 katika mahakama ya hakimu mkazi ya Dar es Salaam inayokaa hapa Kisutu shauri la kesi ya, ya uchunguzi jamhuri e, dhidi ya Tundu Antipas Lissu limetajwa mbele ya hakimu mfawidhi e, Franco Kiswaga ambapo e, Nitakiwa kwamba kesi iweze kuja kwa ajili ya kupata kwa kwa ajili ya kutajwa. Kilichojitokeza tu ni kwamba mteja wetu Tundu Antipas Lissu, yeye akutokea aku katika mahakama ile ya, ya kule gerezani e, kwa sababu ambazo isiziainisha wazi kwamba kwanjia, yeye anataka kesi isikilizwe kwa njia ya yeye kuletwa mahakamani moja kwa moja na kuwa katika mahakama ya wazi na sio katika mahakama ya mtandao. Upande wa mashtaka umesema kwamba uchunguzi wa shauri hili haujakamilika, na ukumbuke hii ni kesi ambayo ni ile ya uwaini. Sasa uchunguzi haujakamilika, mbali ya kwamba uchunguzi kesi nzima inaegemea katika maneno ambayo mteja wetu Tundu wa Antipas Lisu anadaiwa kuwa aliyasema mnamo tarehe tatu ya mwezi wa nne mwaka ishirini ishirini na na, na, na, na, na tano. Sasa upande wa utetezi tuko, tunasema kwamba madhari hoja nzima zilizoko hapa mahakamani zinahusiana na, eh, na kwamba upelelezi haujakamilika, lakini maneno ambayo yameleta mashtaka ni yale maneno aliyatamka yanasababisha mashtaka hayo ya kesi ya uaini. Upande wa utetezi tunasema, tunasema kwamba tumemweleza hakimu kwamba kwa kuwa kesi nzima inahusiana na maneno yaliyotamkwa, hakuna cha kuchunguza cha zaidi ch, ch, ch, ch, ch, ni kwamba upe, upande wa mashtaka ulete vile ule, ule, ule, ule, vitabu vya mashtaka hayo ili uchunguzi wa awali ukamilike. Upande wa mashtaka wao wamesema kwamba hawalazimishwi na sheria ku, kuleta watakuwa tayari watapandisha, lakini mwisho wa siku hakimu Kiswaga ametoa amri kwamba siku tunapokuja tena tarehe 19 ya mwezi wa, wa 5, 2025, upande wa mashtaka ulete ule, maelezo kamili kwamba upe, upe, upelelezi umefikia wapi na kesi haiwezi kuwa inaendelea kuwa inaahirishwa, inaahirishwa kwa hadi za, za nani za kusema kwamba uchunguzi haujakamilika basi kwa hiyo kesi hii itakuja mnamo tarehe kumi na tisa ya mwezi wa tano ishirini na tano na tunategemea kwamba upande wa mashtaka utaleta maelezo sahihi kwamba upelelezi umefikia wapi, ili kesi ambayo inamkabili mteja wetu iweze kuanza na sisi tuweze kuonyesha jinsi gani mteja wetu hana hatia, kwani utaweza kujitetea.